Karibu sana katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nakukaribisha sana katika episodi yetu mpya ya 48 ya Wanangu Podcast. Kama ndo mara ya kwanza unajiunga na Wanangu Podcast, naomba nikuhabarishe tu kwamba Wanangu Podcast ni podcast ambayo imeanza mwaka mmoja uliopita, na ilikuwa ikishare episodi zake za kila wiki siku ya Jumatatu kupitia application ya Telegram, lakini kutokana na Uh, changamoto ambazo watumiaji wa Telegram wamekuwa wakizipitia hivi karibuni, tumeona itakuwa bora, itakuwa ni busara kuhamisha maudhui yetu kutoka Telegram na kuleta YouTube. Kwa hiyo hii episode yetu ya 48 ndio episode ya kwanza ku, kuwa shared kupitia akaunti yetu ya Wanangu Podcast iliyoko YouTube. Okay. Without further ado tuende kwenye mada um, ambayo nataka kuizungumzia siku hii ya leo ambayo inamuhusu kijana mwenye miaka 26 Uh, nchini Marekani ambaye anashikiliwa na jeshi la polisi uh, kwa tuhuma za kumpiga risasi mpaka kumuua CEO wa kampuni ya bima ya afya inayofahamika kama United Healthcare. Tukio hilo lilitokea uh, Disemba 4 mwaka 2024 ambapo bwana Brian Thompson mwenye umri wa miaka 50 alipigwa risasi mnamo saa 12 na dakika 44 asubuhi akielekea kwenye ukumbi ulioko katika hoteli ya Hilton inayopatikana Midtown Manhattan, New York. Bwana Brian Thompson alikuwa akielekea katika hoteli ya Hilton ambapo kulikuwa kuna mkutano wa wawekezaji wa United Healthcare Group, ambayo ndo hiyo kampuni inayojihusisha na bima ya afya, ambapo ndo umauti ukamfika kwa kupigwa risasi mara tatu. Uchunguzi uliofanywa na jeshi la polisi la mjini New York Uh, ulifanywa kupitia cameras ambako ambazo zipo pale New York kuna kamera nyingi sana ambazo zimetapakaa kwenye kila mtaa kwa hiyo walianza kufuatilia sasa hizo footage hizo video za kamera wakimfuatilia mtuhumiwa ambaye anaonekana kabisa kwenye video uh, akimshuti bwana Brian Thompson na baadaye akapanda kwenye baisikeli ya umeme au zinaitwa e-bikes ambazo zinapatikana mjini New York na akawa anakimbia kutoka eneo la tukio. Kwa hiyo jeshi la polisi walichokifanya, walikuwa wakifuatilia zile uh, footage ambazo zinapatikana kwenye kamera mbalimbali mbali na wanaziunganisha ili waone kwamba mtuhumiwa huyo alitokea wapi na alifikajifikaje eneo la tukio na alitoroka kuelekea wapi. Kwa hiyo kwa kifupi hizo ni kwamba bwana huyo mtuhumiwa ambaye uh, ana inasadikika kuwa ndo huyo Bwana Luigi Mangione alikuwa amevaa coat, amevaa kama jacket hivi ambayo lina hood, lina kofia hivi amejifunika ame, ame kichwa lakini vile vile alikuwa amevaa mask. Kwa hiyo sio rahisi sana kum, kumgundua kupitia hizi footage ambazo zinapatikana kutoka kwenye cameras ambazo ziko kwenye mitaa ya, ya Manhattan. Lakini hata hivyo walifanikisha kuweza kupata a, video zake ambazo zinaonyesha ambazo inaonekana alipita Starbucks. Uh, hii ni kampuni ambayo inauza kofi. Alipita uh, akanunua maji uh, alikuwa ameshika karatasi akaitupa kwenye, kwenye, kwenye dustbin. Kwa hiyo hivi, hivi vitu vyote vinakuja kuwa evidence baadaye. Kwa hiyo kuna makosa ambayo aliyafanya uh, kabla hajaenda kufanya hilo tukio uh, lakini baada tu ya kufanya hilo tukio akakimbia akaenda Central Central Park. Sasa Central Park pale katikati ya New York ni kuna bustani kubwa sana, ambapo bahati mbaya ni kwamba hakuna kamera. Kwa hiyo alivyotoka na ile baisikeli yake akakimbia kwenda pale Central Park akawa amepotea, sasa haonekani kwenye kamera tena, lakini baadaye akaja kuonekana tena ametokea upande mwingine, akachukua taxi akaenda mpaka kwenye stendi ya basi, na hapo hakuonekana tena, akawa amepotea. Kwa hiyo manhunt ili ilianzishwa, walianza kumuinda huyu jamaa. Sasa kwa sababu walikuwa hawajui ni nani, kwa kifupi walikuwa hawana jina hawana nini, lakini wana hizo tu videos ambazo zimepatikana kutoka kwenye kamera ambazo ziko kwenye mitaa. Kwa hiyo waka, wakafanya huo msako kwa jumla ya siku sita na polisi walitangaza dau dola elfu kumi ambayo ni hela nyingi Uh, ni milioni ishirini na kitu za Kitanzania. Kwa hiyo simu zikaanza kumiminika, watu wakawa wanapiga simu kuweza kutoa uh, taarifa mbalimbali kuhusiana na huyu jamaa, na hapo, hicho ni kitendo ambacho kilisaidia sana polisi, ukijumlisha uki sasa na zile videos ambazo walikuwa nazo, uh, walikuwa wakizifuatilia kupitia kwenye hizo kwenye, kwenye hizo kamera ambazo ziko mtaani. Kwa hiyo ilisaidia, na baadaye uh, wakaja kuipata picha yake akiwa amevua mask. Kwa hiyo hiyo picha ndio ikazunguka sana mitandaoni. Sasa aa, na watu wakaanza sasa kum, kumsaka sababu at least sasa hivi sasa wanajua kwamba anaonekana vipi. Hata ukiona mtu ambaye anafanana naye unaweza ukapiga uka, uka simu polisi pengine. Kwa hiyo alikuja kukamatwa mnamo tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka 2024, siku sita baadaye, baada ya kufanya hilo tukio. Uh, mtuhumiwa huyo alikamatwa katika mgahawa wa McDonald akiwa ameagiza zake chakula pale na kuna mtu ambaye alikuwepo kwa sababu picha zake zilikuwa zimeshasambaa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye TV na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mtu alimuona, akasema mbona huyu jamaa anafanana na yule jamaa ambaye anatafutwa huko. Uh, na wakati wakiongea hivyo, huyo uh, mfanyakazi wa McDonald akawa amepiga simu polisi, polisi wakaja pale, wakamkuta jamaa kweli yupo wakamuomba kitambulisho, wakatoa kitambulisho feki. Uh, walivyokuja kukagua katika begi yake wakakuta kuna bunduki uh, lakini vile vile wakakuta kuna notebook uh, na kwa hiyo waka wakajua kabisa huyu ndo suspect wa lile tukio. Kwa hiyo wakamchukua waka wakamtia nguvuni na ndo wameshikiliwa mpaka sasa hivi na kesi yake in, inaendelea. Kwa hiyo baadaye walivyokuja ku review sasa ile uh, identity yake ya kweli, yani kwamba jina lake ni nani hal, kabisa ndo wakagundua kwamba anaitwa Luigi Nicolas Mangione. Na kuanzia hapo sasa kesi zikafunguliwa. Kesi zilizofunguliwa ni kesi tatu. Kuna kesi ya New York kule ambako alikofanyia tukio, lakini vile vile kuna kesi ya Pen, uh, Pennsylvania kule ambako alikamatwa, lakini vile vile kuna kesi ya Federal ambayo hiyo ndio kubwa kabisa, na hiyo Ina kuna hatihati kwamba akapata mpaka death penalty n, yani akapata ile hukumu ya kifo kwa hiyo hizo kesi hizo tatu zote zinasikilizwa. Zina, zina sasa hivi bado trial haijaanza, lakini wako kwenye hatua ya kusikiliza hizo kesi kutoka pande mbili, kutoka pande ya mshtakiwa na kutoka katika upande wa serikali vile vile. Kwa hiyo bwana Luigi Nicolas Mangione ndio mtuhumiwa Uh, wa kesi ya mauaji ya CEO wa kampuni ya bima ya afya ya United Healthcare bwana Brian Thompson, na anashikiliwa na polisi mpaka hivi tunavyoongea, lakini kuna vitu ambavyo vinaifanya hii kesi isiwe ya kawaida. Moja kati ya vitu hivyo ni kwamba bwana Luigi Manjioni ana mashabiki wengi sana mtandaoni na si tunaweza ukawaita tu mashabiki au tunaweza tukasema ni washiriki kabisa, kwa sababu kuna watu ambao mpaka wanachangisha pesa kabisa ili kuweza kumlipia bwana Luigi Mangione, uh, zile gharama za kisheria kama kulipa wanasheria wana na vitu kama hivyo. Kwa nini watu hao wanafanya hivyo? Ni kwa sababu wanamuona, wanamuona Luigi Mangione kama ni mkombozi au ni mtu ambaye amekuja ku at least kuchukua hatua ya kile kitu ambacho kwa kinawaumiza sana katika maisha yao, na kitu hicho ni kwamba kama nilivyosema, kuna uh, asilimia sitini ya Wamarekani ambao wana bima za afya ni kupitia kampuni hii ya United Healthcare. Sasa kampuni hii imekuwa ni maarufu sana kwa kuweza kukataa kuweza kukava baadhi ya matibabu pale ambapo uh, mtu anakuwa ameenda hospitali. Uh, akitegemea kwamba bima yake itamsaidia kuweza kulipia baadhi kulipia zile huduma ambazo anazipata pale hospitali, lakini imekuwa ni maarufu sana kwa kukataa, kwa kuchelewa kutoa uh, kutoa maamuzi ya kwamba mtu apatiwe huduma au la. Kwa hivyo imekuwa ikisababisha vifo, imekuwa ikisababisha familia nyingi kuweza kuteseka, japokuwa ukweli ni kwamba wanakatwa hela zao ili tu waweze kupata bima. Kwa hiyo imagine wewe unafanya kazi kwenye kampuni fulani na katika mshahara wako pale unakatwa kiasi fulani kila mwezi kila unapolipwa, na hiyo hela inaenda kwa ajili ya bima ya afya. Lakini inapotokea sasa umeenda kwenye bima ya afya, ume, ume, umepata tatizo au umeumwa umeenda hospitali unakuta kuna kwa kuna longolongo nyingi za wewe kuweza kupatiwa huduma kupitia hiyo bima ya afya waliokuwa nayo. Kwa hiyo Marekani wengi sana walikuwa wana majonzi yao wana, wana, mambo, wana, wana magumu ambayo yanawasibu kwenye mioyo yao kuhusiana na swala zima la bima. Kwa hiyo huyu bwana Luigi Mangione alivyomuua CEO, ambaye ndio bosi kabisa, uh, uh, top kabisa kwenye kampuni hiyo ya United Healthcare, kwao imekuwa kama ni jambo la heri, kwamba wanategemea kwamba pengine mabadiliko yatatokea baada ya hii message kuwa imetumwa kwenye shirika hilo. Lakini kwa upande mwingine huyu bwana Brian Thompson ni baba watoto wa watoto wawili na yeye pia ni mwajiriwa kama ambavyo waajiriwa wengine wanavyoajiriwa kwenye kazi nyingine, na sio kwamba ni mtoto wa kishua; ametokea kwenye familia ya kawaida kabisa. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuwa CEO wa kampuni kubwa kama ile ni kwamba amefanya kazi vya kutosha na kuweza kujipatia wasifu ambao umemwezesha yeye kushika wadhifa kama huo. Kwa hiyo kuna changamoto hapo, kuna watu ambao wako upande wa Brian Thompson, CEO wakimwona kwamba yeye ndo ana yeye ndo ambaye amefanyiwa madhambi kwenye, kwenye ili tukio zima kwa kuweza kuuawa bila hatia, lakini kuna watu wengi sana mtandaoni ambao wako upande wa Bwana Luigi Mangione ambaye ndo anashtakiwa kwamba ndo amemuua Bwana Brian Thompson. Na kwa sababu gani? Ndo hiyo sababu niliyokuambia kwamba watu wengi wana malalamiko yao makubwa sana kuhusiana na bima za afya. Jambo lingine ambalo sio la kawaida sana kutokana na kesi hii ni kwamba huyu bwana ambaye anashutumiwa kwamba ndo amemuua huyo CEO wa United Healthcare bwana Luigi ni mtoto wa kishua sana au akina Mangione huko Baltimore, wana, wana viwanja vya golf wana, wamewekeza sana kwenye, kwenye real estate maona. Kwa hiyo yeye haikuwa ishu sana kupata fedha ya kwenda kufanya matibabu pengine hata kama ni yeye alikuwa naumwa au kuna ndugu yake anaumwa. Kwa hiyo namna pekee ambayo polisi waliconnect kwamba huyu jamaa amemuua huyu CEO kutokana na sababu za mfumo wa bima ya afya Marekani kutokuwa mzuri ni kwamba kwenye maganda ya risasi ambazo alimshutia yule bwana Brian Thompson kulikuwa kuna maneno delay, deny, depose Akimaanisha kwamba chelewesha, kataa, ondoshwa madarakani kwa nguvu, ndio tafsiri ambayo niweza kuipata haraka haraka ambayo sio rasmi. Lakini polisi pia wali connect haya maneno na kitabu ambacho kinaitwa Delay, Deny, Defend, ambacho kitabu hicho pia kinahusiana vile vile na yale mambo yote ambayo sio sahihi e, e, yanayofanywa na makampuni ya bima ya afya kwa ajili ya ku kuweza kukava matibabu ya watu. Kwa hiyo polisi walivyoona hiyo connection kati ya hicho kitabu na ule ujumbe ambao bwana Luigi alioandika kwenye maganda ya risasi, wakaona kabisa hili tukio limetokea kutokana na kazi ambayo uh, bwana Brian Thompson anaifanya, ambayo ni kuwa CEO wa kampuni ya bima ya afya. Kwa hiyo akakonnect moja kwa moja kwamba huyu bwana alimuua huyu CEO kutokana na mambo ya kikazi kwa hiyo hilo do, do, do, li, lilofanya polisi waweze kuconnect kwamba hili tukio uh, linahusiana moja kwa moja na kazi ambayo bwana Brian Thompson anafanya. Vinginevyo ingekuwa ngumu sana kuconnect, kwa sababu huyu uh, bwana Luigi ni mtoto wa kishua kabisa, hana shida yoyote ya yeye ya kwenda kulipia, uh, kulipia matibabu hospitali, kwa sababu familia yake na uwezo wa kufanya hivyo, na yeye pia ni msomi uh, ni mtu ambaye amesoma computer engineering, amesoma bachelor amesoma masters kwenye shule za kishua kabisa, na alikuwa ni, uh, ni ni mtu ambaye anafanya vizuri sana kwenye masomo na alikuwa na kazi nzuri sana ya, ya mambo hayo ya computer science. Kwa hiyo ilingekuwa ngumu sana ku connect kwamba kwa nini huyu jamaa, motive ya huyu jamaa kuweza kufanya hilo tukio, kama asingeweza kuwa, kuandika hayo maneno kwenye risasi ambazo alizitumia kumshoot uh, bwana Brian Thompson lakini vile vile hata hiyo bunduki ambayo aliitumia, kutokana na kama nilivyokuambia amesoma mambo ya ya, ya engineering computer engineering, kwa hiyo aliitengeneza ali yeye mwenyewe hiyo modo yake kupitia kwenye computer and then akafanya uh, 3D printing. Kwa hiyo aliiprint yeye mwenyewe. Kwa hiyo ni bunduki ambayo haina hakununua, japokuwa ana uwezo wa kwenda kununua bunduki, lakini nafikiri kwamba, kwa sababu alikuwa anataka kufanya kila kitu yeye mwenyewe, kwa hiyo aliiprint yeye mwenyewe hiyo ye bunduki na akaweza kuitumia na imefanya kazi lakini pale alivyokuwa akimshuti polisi wanasema kwamba ilijam, ni kama alishuti mara moja au mara mbili afu bunduki ikajam, baadaye ka akamalizia. Kwa hiyo ni risasi tatu ambazo zilimpata bwana Brian Thompson. Uh, kwa hiyo hiyo pia inaashiria kuonyesha kwa kwamba ni mtu wa aina gani ambaye alikuwa amefanya hilo tukio ni kwamba alikuwa amejipanga, ana plans zake ambazo amezifanya uh, kwa muda mrefu na kitu kingine ambacho kilitokea kabla hata hilo tukio la mauaji alijatokea, ni kwamba mama yake alienda kuripoti polisi uh, kuhusu kupotea kwa mwanaye, kwamba hajamuona muda mrefu na hajui yuko wapi, kwa sababu kabla ya hapo uh, ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii anaonekana, bwana Luigi alikuwa akisafiri kwenda Japan na kwenda sehemu nyingine kama ku have fun tu, lakini baadaye akaja akapotea maona akapotea na akawa hawasiliani na nyumbani kwao, afanye chochote. Pengine ndio alikuwa akifanya hizo plan za kuweza, uh, kuweza kufanikisha hili jambo. Kwa hiyo inaonekana imemchukua muda, uh, plan na na kuweza hata kujua kwamba huyo bwana Brian Thompson atakuwa wapi, atalala hoteli gani, kikao kinafanyika wapi. Maona ina maana alikuwa na hizo details zote, ambazo inaonekana zimechukua muda mrefu yeye kuweza kuzi kuzitafuta. Kwa hiyo it makes sense kwa yeye kuweza kupotea kwa muda fulani kuplan hicho kitu ambacho amekifanya, lakini kwa sababu pia naonekana sio mzoefu sana, kuna makosa ambayo aliyafanya ambayo ya wazi wazi. Kufana, kwa mfano, alivyokuwa anampiga risasi alikuwa hajavaa gloves mikononi. Kile kitendo cha kupitia Starbucks, kabla ya kwenda eneo la tukio, pia ni kosa, kwa sababu alishika vitu pale, chupa ya maji na nini, na baadaye akaviachia, kwa hiyo fingerprints na maana yake polisi wanazo kwa kuna makosa ambayo licha kwamba aliplani kwa muda mrefu na aliplani vizuri, na amefanikisha kile anataka kufanya na aliweza kutoroka, kitu ambacho sio rahisi kutoroka kwenye mji kama ule wa New York ambao polisi wapo kila kona, alitoroka. Kwa hiyo ina maana plani yake ilikuwa iko nzuri, lakini kuna makosa ambayo aliyafanya ambayo yeah, of course kama hujawahi kufanya kitu muda mrefu uh, au hujawahi kufanya kabisa, lazima kuna makosa tu utayafanya. Kwa hiyo Uh, bwana Luigi uh, inasemekana, kama inavyosemekana, kwa sababu bado hajahukumiwa, kwamba yeah, ali, aliweza kuplan vizuri, lakini kuna makosa ambayo aliyafanya. Lakini vile vile watu uh, rafiki zake, kwa mfano, ambao walisoma nao, watu ambao wanamfahamu uh, hawajawai kuona kitu chochote ambacho kiliwaonyesha kwamba huyu uh, Luigi ana uwezo wa kufanya jambo kama hili, kwa sababu anasema alikuwa ni mtoto mtiifu, mpole, anapenda masomo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alidhania kwamba angeweza kufanya kitu kama hicho, na wengine waliweza kuspekulate kwamba labda pengine alikuwa anaumwa, labda akaenda hospitali akashindwa kupatia matibabu na hiyo bima, lakini hata United Healthcare wenyewe wamesema kwamba hawana uh, mteja uh, ambaye anafahamika kwa jina hilo. Kwa hiyo inaonekana hakuenda hospitali kupata matibabu pengine, ambayo uh, kukataliwa kwake kungeweza kufanya yeye ya, afanye kitu kama hicho japokuwa ilionyesha kwamba alikuwa na, anasumbuliwa na mgongo, alikuwa anasumbuliwa na maumivu ya mgongo kwa muda mrefu, hata marafiki zake wanasema hivyo, lakini haijakuwa connected kwa namna yoyote ya yeye kukataliwa matibabu na kisha kuamua kwenda kumuua CEO wa hiyo kampuni ya bima ya afya. kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo bado yapo uh, hewani yanaelea, bado hayajaseto vizuri, na kama kesi ndio imeanza kusikilizwa. Uh, kwa hiyo bado kuna mambo mengi sana yatakuja kuhusiana na hiyo kesi uh, hopefully nitakuwa nikishare pia kupitia hapa hapa Wanangu Podcast. Pengine tutafanya part 2 ya episode hii uh, lakini all in all ni kwamba nitakuwa nikiendelea kuupdate kuhusiana na hii kesi. Ni kesi ambayo kwangu mi imekuwa very interesting kwa sababu ya hayo matukio ambayo sio ya kawaida, ambayo nayaona kwa mtu ambaye alikuwa na future ambayo iko so bright kama huyu soma shule nzuri ana, ana future nzuri ana kazi nzuri lakini, ameweza kufanya kitu kama hichi. Ni kitu gani ambacho kime switch kwenye akili yake ambacho kimembadilisha kutoka kule alipokuwa kuelekea kwenye upande huu wa pili ambao sio mzuri sana? Kitu kingine ambacho sio cha kawaida sana ni kwa the fact kwamba huyu Luigi na timu yake ya, ya wanasheria wamefungua website ambayo ndio inakuwa ina share information zote kuhusiana na kinachoendelea kuna barua ambayo yameandika kwa ajili ya ku share na watu ambao wanamsapoti, kama nilivyosema uh, kwamba kuna watu wengi sana ambao wako mtandaoni ambao wanamsapoti yeye eh, na hata kwenye kwenye kesi zake uh, pale nje unakuta kuna watu wengi sana ambao wameshika mabango, wamevaa t t-shirts ambazo zinamsapoti huyo bwana Luigi. Kwa hiyo the fact kwamba wametoa wameweza uh, kutengeneza website pia ambayo ina -share information kutoka kwa muhusika mwenyewe ambaye anatumiwa na hiyo kesi, kiki, kwenye, kwenye kesi yoyote ile. Ni kitu ambacho sijawahi kukiona. Kwa hiyo ni jambo pia ambalo limekuwa la kipekee sana kwenye, kwenye hii kesi ya bwana Luigi Mangione. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina, kinafanyika sana mtandaoni na uh, support yake kubwa sana ipo mtandaoni, watu ambao wako TikTok, wako Twitter na mitandao mingine kwa hiyo hata yeye naona anaenda nayo hivyo hivyo, anaenda nayo kimtandao mtandao, mtandao, uh, kama nilivyosema, kitendo cha yeye kuanzisha website ni kitu ambacho akijai kufanyika before uh, lakini inaonekana sasa hata hata meya Mayor Adams huyu ambaye ni mayor wa New York alivyoenda kumpokea baada ya kukamatwa kule uh, Pennsylvania alienda na jeshi kubwa yani, kwamba kuna mtu sijui yani ni nani aliyokamatwa, kumbe ni idogo tu wa miaka ishirini na sita. Kwa hiyo unaona kabisa kuna vitu ambavyo vinafanyika ili vilete impact kwenye, kwenye mitandao. Kwa hiyo ni kesi ambayo pia ita, itakuwa ikinguruma sana kwenye upande wa mitandao. Aa, na wanachoogopa mahakama ni kwamba hizo impact za kwenye mitandao si zika, zika affect maamuzi ambayo yatafanyika kwenye, kwenye kesi yenyewe kwa hiyo hata namna ya kuchagua watu ambao watakuwepo kwenye juri ni mchakato ambao unatakiwa ufanyike, uh, kwa umakini wa hali ya juu sana, kwa sababu watu wengi tayari washajua wa hii kesi imeshakuwa maarufu sana. Kwa hiyo mtu kuwa bias kulingana na kile ambacho yeye anakiamini, uh, ni rahisi sana kufanyika kuliko kwenye kesi nyingine ambazo mtu anaweza akachaguliwa ambaye alikuwa ha, hajui hata kama kuna, kuna kesi kama hiyo kwa hiyo kuna changamoto kama hizo zipo ambavyo unakuta kesi imekuwa kubwa sana na watu wameshagawanyika katika pande mbili. Kwa hiyo unapokuwa unachagua mtu aende kusaidia kutoa maamuzi kwenye kesi inakuwa ni, ni, ni ngumu kuweza kumchagua mtu huyo ambaye anaweza akawa fair kwenye kufanya maamuzi. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo, tunakuwa tumefikia mwisho wa episodi yetu ya 48 ya Wanangu Podcast. Mi ni host wako Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as The Rap Addict.